Mkumba TV online. Usisahau kusubscribe like na comment. Leo tena tunalo somo, ambalo somo letu la leo linasema namna gani unaweza ukajifunza namna ya kuitikia salamu kwa mtu yoyote ambaye unaweza ukakutana naye, labda ujui lugha hiyo, lakini unataka uitikie salamu kutoka kwa mtu yoyote, lugha yoyote ambayo ipo hapa duniani. Kuitikia kwake, kama unaweza ukawa unasikia namna anavyozungumza yule mtu wakati anakusalimia, basi utakuwa na

ya kwanza ya kuelewa lugha anayoongea. Kwa mfano, mtu akikusalimia habari, ukaitikia habari, basi utakuwa ni mtu nambari moja ambaye unajua namna ya kujua hiyo lugha anayozungumza. Kwa sisi ambao tumetoka kwenye makabila mbalimbali, haiwe Kikinga, iwe Kindali, na Wanyachusa wakikwambia mugonire, ukiitikia mugonire, basi unakuwa umepatia kabisa. Na salamu zote duniani, iwe ni hicho eh, Kichina labda kwa kina kwa kina Hang bado, wewe ukiitikia lugha yao kwa kusikia na kuwa umeitikia vile walivyotamka. Na kwa wale Wakinga, kwa mfano, wanakwambia mapembero wawene, ukaitikia mapembero, na maana unakuwa uko tayari kusikia lugha anayotamka mtu. Maana lugha zote duniani utakapokuwa umezisikia ukajua namna zinavyotamkwa, basi utakuwa uko vizuri kwenye kutamka lugha hiyo na kuisikia. Unaweza ukaifanyia kazi na ukawa ni mtu ambaye unaweza ukaitambua hata kama ni Kiingereza, mtu akikwambia good morning, basi itikia good morning, utakuwa umepatia kabisa. Hii ni kanuni nambari moja nakupa. Okay, see you next year.